Kifo cha binti yake wa kiloo wambalikiwa na bado ninaona watu wawili watatu, yani jambo ambalo linakuja halitampata mbalikiwa moja kwa moja, linamzunguka, baadaye litakuja kwake na bwana Paulo anasema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ninakuomba waruhusu unabii wao utimie. Ninatamani nami nipate hiyo faida ya kifo, ambayo Paulo anasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Hakuna mtu ambaye anachukia faida, nami Mungu ninaitaka hiyo faida. Jambo baya kwangu ningekuwa nimefumaniwa gesti na mme wa mtu na kuuawa hapo. Jambo baya kwangu, Mungu, ni mimi kufa katika uovu. Jambo baya kwangu ingekuwa labda nitafia katika kutenda mabaya nitauawa nikiwa katika ujambazi. Jambo baya kwangu ingekuwa ni mimi nimekuwa muuaji, Mungu, na hatimaye hatimaye wauchiukanikuta hilo ndo jambo baya kwangu. Jambo baya kwangu ni mimi kukuacha wewe, Mungu, hilo ndo jambo baya kwangu, Mungu. Kuondoka kwa Sifa wala uokovu, Mungu, hayo sio maumivu kwetu, ila tunawaonea wivu, tunawaonea shauku kwa kuwa wao wametangulia. Tunawaonea shauku na wanatuhamasisha kutenda sana mema, wanatuchakiza sana tuendelee kukataa ubaya kwa nguvu zote, ili na sisi Bwana tuende tukakutane pamoja nao. Hilo sio baya la kutuvunja mioyo na kuona kwamba tuone umetuacha. Hapana, tunawaonea shauku, Mungu, tunawaonea shauku sana, Mungu, vile ulivyowahurumia na kuwaondoa katika dunia hii ambayo imejaa maonezi ya kila namna. Hayo sio mabaya ya kutisha kwetu, hayo sio mabaya ya kutisha mioyo yetu. Mabaya kwetu ni kuona tunafia katika uovu. Ninakubali Bwana, ruhusu nabii wao utimie. Ninakubali Bwana, ninakubali Bwana, ninakubali Bwana, Nina wachukue maisha yangu kama unabii ulivyosema, kwamba wapo wawili ambao wataondoka, baada ya hapo ndipo watafuata mbarikiwa. Mimi ni moja kati yao wawili, naamini mimi ni moja kati yao wawili wale, ambao wakiondolewa, basi mbarikiwa itamuuma sana. Basi Mungu waruhusu, roho yangu ina amani sana. Mwimbatenzi anasema kifo na kabuli viumi kwako Mungu, ninakuwa nimeshinda kwako Mungu. Ninaomba waruhusu watimize mapenzi yao, ili waishi kwa amani, ili waishi kwa uhuru, wakijua kwamba hakuna kukemewa tena, wakijua kwamba hakuna takayowakemea tena, wakijua kwamba watakuwa huru kumwonea yoyote, watakuwa huru kumtendea ubaya yoyote, watakuwa huru kumteka yoyote, watakuwa huru, huru kumpoteza yoyote, na hakuna takayowaonya wala kuwakemea. Mungu waruhusu watimize maana, hata kuyaona haya, hata kuona utekaji, kuona mauaji, kuona binadamu wenzetu wanapotea, kuona maonevu Mungu, nacho ni kifo, moyo unaendelea kufa taratibu. Hivyo ninakusifu Mungu, waruhusu watimize mapenzi yao, watimize matako yao. Asante Mungu kwa ajili ya unabii huu. Asante Mungu kwa kuona unihurumia na kuenda kunitoa katika dunia iliyojaa mateso, kuenda kunitoa katika dunia iliyojaa maonevu kuna kuntoa katika dunia ambayo imejaa kiumia moyo, kwa sababu ya kuna ubaya tunauko tunatendewa, wanauko wanatendewa watu. Asante kwa kunitoa kwenye mateso ya moyo ambayo na kuna janga kila kunapokuja. Asante Mungu, kwa wakati wangu umefika, kwa kuwa nakwenda kunitoa katika dunia iliyojaa utekaji, katika dunia ambayo imejaa uaji, katika dunia ambayo imejaa maonezi, katika tumia ambayo imejaa umivu ya kila aina. Mungu, ya inakwenda kukutana na ndugu zangu Sifa pamoja na wokovu. Nami sitakuwa na maumivu tena kama vile wao ambavyo wana maumivu tena. Bibilia inasema heri wafu wafao katika Bwana wana heri yao, nami nawatamani hao Heri waliokufa katika wewe, ambao hawaoni maumivu tena, ambao hawayaoni yanayoendelea katika nchi hii, ambao hawatayaona tena maumivu, ambao hawatayaona tena mabaya wanaotendewa watu, ambao hawataona tena utekaji unavyoendelea, ambao wataona tena binadamu wenzao wakitekwa, ambao hawataona tena binadamu wenzao wakiuawa kikatili, ambao hawataona tena binadamu wenzao wakionewa wamefika katika nchi ya usawa, wamefika katika nchi ambayo ina raha tupu, wamefika katika nchi ambayo ina amani tupu, ambako hakuna kupotezana tena huko, ambako hakuna kutekana na kupelekana kusikujulikana huko. Wana heri ya wafu waliokufa katika wewe, Bwana Mungu, waruhusu watimize mapenzi yao, waruhusu watimize matakwa yao. Ninajua ni mipango ya wanadamu. Hakuna mtu wako kwenye Bibilia aliyetoa unabii pasipo sababu. Hakuna unabii kwenye Bibilia ambao mtu alitoa unabii wa kifo cha mtu bila sababu. Katika Bibilia, waliotoa unabii walitoa unabii wakisema, Mungu asema, acha hiki, usipoacha utakufa, na ukiacha utaishi. Hakuna unabii ambao unatoka kwa kifo cha mtu wa mtu kuondoka duniani bila sababu, hakuna Mungu hakuna hakuna. Lakini kwa kuwa ni mapenzi yao niondoke duniani ni michoro yao na ni ramani yao na ni furaha yao, basi Mungu waruhusu waniondoe na mimi, ninashukuru Mungu maana hakuna ladha ya kuishi katika dunia ambayo tunashuhudia utekaji kama hivi. Hakuna ladha ya kuishi duniani mahali ambapo unashuhudia binadamu wenzako wakitekwa na kuteswa kikatili, wakitekwa na kuuawa kikatili, wakipotea na kwenda kusikojulikana. Maumivu hayo ni makubwa, Mungu, ni makubwa katika moyo wangu kuliko kifo. Ubaya ya kuona ubaya, kuna wanadamu kwa ajili ya sababu zake mwenyewe anaona ni sawa kumtendea binadamu mwenzie ubaya, anaona ni sawa kumuua mwingine, anaona ni sawa kumuumiza mwingine. Maumivu hayo ni makubwa katika moyo wangu kuliko kifo, kuliko maumivu yoyote. Mungu, waluhusu wachukue maisha, ninakubali kwa moyo mmoja, ninakubali. Mungu, moyo wangu unaojua, maisha yangu unayajua. Ruhusu Mungu, watimize mapenzi yao, watimize furaha yao, watimize Mungu, ili wabaki huru, watimize mapenzi yao ili wabaki huru katika nchi yao, ili wabaki huru Asiwepo mtu wa kuwakera kwa kuwakemea, asiwepo mtu wa kuwakera kwa, kwa kuambia acheni ubaya, asiwepo mtu wa kuwakera kwa, kwa kuambia acheni mabaya, acheni kuwatendea watu mabaya, asiwepo mtu wa kuwakera, asiwepo mtu wa kuwatinga Mungu, waruhusu watimize mapenzi yao, asiwepo mtu wa kuwaonya ya kwamba waache ubaya, kwa kuwa hawayataki hayo. Mungu basi nakubali, Mungu waruhusu waniondoe. Asante Bwana na mimi naomba waruhusu, unapiwao utimie. Bwana asante kwa santi mkono wako.